Jeshi la polisi limefanikiwa kumkamata uh, dereva aitwaye Abubakari Adam Mwichangwe mwenye umri wa miaka 30 huyu dereva na mkazi wa Tabata Kinyerezi, Dar es Salaam, aliyekuwa anatafutwa kwa kosa la kula njama ya kuharibu gari uh, yenye namba ya usajili T 661 BXW ikiwa e, inavuta tera namba T 489 BHC kwa kulichoma baada ya kuiba mafuta aina ya dizeli lita 35,700 thamani ya shilingi milioni sabini na saba laki moja na elfu kumi na mbili. Hii ni mali ya kampuni ya Asa Logistics Tanzania Limited yaliyokuwa yanasafirishwa kutoka nchini DRC Congo, tukio ambalo lilitokea Machi kumi na sita ishirini ishirini na tano mkoani Morogoro. Kama mtakumbuka, tulitoa taarifa kwamba tunamtafuta huyu dereva. Kwa hiyo tumefanikiwa kumkamata na hatua za upelelezi zaidi zinaendelea.